Asili Yetu TV karibu katika kipindi maalum hichi cha kuzungumzia ah, mada tofauti tofauti, lakini tuko katika pilika za kiburudani zaidi kuelekea msimu wa pili wa event bora kabisa ambayo inakwenda kuhitimisha ah, mwaka huu wa 2025. Itafanyika tarehe mosi ya mwezi wa 11, 2025, pale Bednest Hotel. Karibu basi kujua kipi ambacho tumekuandalia siku ya leo ili tuweze kuenjoy na kuwa pamoja katika Ha, mahojiano haya au mada hii siko peke yangu ungana nami naitwa mzee watatu lakini pia niko naye hapa mwenzangu anko, anko, yeah, ha. anko hapa. kama kawaida, kama kawaida. Kama kawaida. E bwana tarehe nne mm-hmm. tangu tumeanza mwezi wa kumi tangu tumeanza Oktoba ni siku ya nne tu lakini pia ni mwaka unaenda, yeah, mwaka ukingoni. Kwanza siku tuseme kwamba siku zimesha zimesha, yeah. yeah, siku zimesha zimesha, watu wanasema kwamba siku zote, kwa wale ambao waliweka malengo ya mwaka huu mapema kabisa, mm -hmm, huu ni muda sasa wa kuanza ku, kutafakari mm -hmm. <laughs> kipi kimefikia wapi, eh, lipi ambalo limefanikiwa, lipi limifeli. mm -hmm. Uh, huenda ni kama tunasema, kama ni biashara, basi ni muda wa kuanza kupiga mahesabu mm -hmm. sasa wenzangu na mimi tutaija hesabu gani wakati tunaanza mwaka, mwaka mm? tulikuwa na ile kauli ya kusema kwamba mm. mwaka ni lazima niitwe bosi mwaka wa kufosi. Haya jamani, ndugu zangu wenye mwaka wa kufosi ndo mm. umeisha, kwa sababu sasa hivi tu utasikia kuna kale kamlio mm. Huwa uh, kakianza kusikika kwenye mm, kale mm, ka Christmas, eh, unajua eh, kabisa midia midia <laughs> tayari. <laughs> Kwa hiyo ndugu yangu kama mm. ulikuwa ni moja wa watu ambao ulisema kwamba 2025 mm. 2025 mm. ni mwaka wa kuforce mm. eh, kwa hiyo anza kujiuliza ila mimi nimejitahidi kuforce mm. unajua. Kuna kitu niliona kabisa huu mwaka upande wangu ni mgumu. mm -hmm. Kwa hiyo nilichokuwa mimi na kifosi mm -hmm. Ni kuufosi uishi haraka, na nashukuru Mungu naishi. Kwa hiyo nimefanikiwa kuufosi uondoke. okay. eh. Hongera lakini pia ulipokuwa unajitahidi kufosi uishi haraka eh, eh, eh. Tafsiri yake kwamba ulikuwa na uhakika na sehemu ambako unataka uhamie. Ninachotaka eh, na, na, kuhamia hmm. kuhamia mwaka elfu mbili na ishirini na sita kwa kwanini? Kwa nini, huwa napenda ku, ku, ku, kwenye miaka hiyo hmm. miaka yoyote ambayo mimi kwangu inagawanyika kwa mbili huwa hmm. kidogo ina inaleta namna fulani ya, ya, ya, ya kunipa nafasi ya kupambana zaidi, okay. huu mwaka elfu mbili na ishirini na tano hmm. ni mwaka ambao haugawanyiki kwa mbili hmm. Unagawanyika kwa moja hmm, au kwa tano kwa tano. E, kwa hiyo ah, niliona no. Ni kwamba ni mwaka ambaye hmm, unakuwa na changamoto sana za kimafanikio okay. e, wanafanikiwa wachache mno, lakini ule unaogawanyika yeah. kwa mbili ni mwaka ambao unakuwa Mm. Paso kwa paso huyu anapata huyu na anapata huyu anapata huyu okay, na anapata e, sababu hii tano tukisema tuigawanye hapa, hiyo ni hatari sana bwana. Mtazamaji wa Asili Yetu TV, karibu kwanza, tukukaribishe katika eneo la kuzungumzia kidogo kwa ufupi e, au kuintroduce event yetu ambayo inakwenda kutamatika pale tarehe mosi ya mwezi Novemba 2025. Bwana, e, kadi zimeenda kingoni kadi bwana zimetupa mkono yeah. Sasa hivi tunashukuru mm, Mungu, mapokea kadi ni mazuri okay, lakini tunawashukuru sana wale wadau ambao wao mm, wanakumbusha tu tarehe kwamba hivi ni tarehe. Yeah. tunawashukuru sana na kuna wengine bwana, nitumie kabisa namba ya malipo nikae nayo mm, ni jambo pia la Okay, hata yeah. Kumshukuru Mungu hilo. Mimi nikushukuru tu kwamba kwa wewe ambaye mm. uko mbali na unatamani basi kufanya malipo kupitia mm. namba malipo ambayo ni miamala ambayo inaingia hapa moja kwa moja. Namba malipo ni hii hapa, ni mtandao wa Vodacom. Malipo ni 56 14 34 54. Eh, jina linakuja ni Asili Yetu production. Production yes. eh, tunakuwa tunaenda pamoja. Nambari nairudia tena ni 56 14 34 54. Mambo yanakuwa yanaenda safi, lakini pia unaweza kulipa uh, kwa kuleta moja kwa moja katika ofisi zetu mm. uh, zinapokelewa moja kwa moja, lakini pia kwa yeyote ambaye amekupatia kadi hiyo mm. pia unaweza kumpa uh, pesa yako na itakuwa imefika katika mikono salama kabisa. na bwana, hebu turudi, tuko kwenye miaka inaenda kasi sana mm. sasa hivi kuna kuna kuna jina limeibuka sana mm. wanaita Gen Z, yaani unajua Gen Z mm. ni kama wanasema ni kama vile new generation tunasema mm yani, kizazi kile cha mwisho cha mwisho eh, Gen Z mm -hmm. ni kama vile kizazi fulani cha mwisho kile mm. Sasa yani, e, ni kizazi tunasema ni upcoming ambaye ndo mm. Ukipita pita kwenye mitandao unasikia Gen Z, Gen Z maandamano mm. e, maandamano Gen Z mm. siju nini nini fujo fujo Gen Z mm. lakini sasa mimi nirudi tu, kuna kitu kimoja ambacho hao Gen Z mimi wanani uweka kwenye wakati mgumu. kuna hawa wanawake mm -hmm. ambao wao na wako pia kwenye kundi la genzeti mm. Lakini tayari wanajiita singomaza, singomaza sasa. <laughs> <laughs> Hebu hebu turudi tu kwamba singomaza mm. ni, ni, ni, ni ni ni mtu wa namna gani au ni mwanamama wa namna gani? Yani, sifa zipi zinakufanya mtu aitwe singomaza? mm. mm. Kwa nini mtu anaitwa singomaza? Maana hey, una, una, unajua <laughs> kipindi si ambaye bado tulikuwa mm. damu inachemka mm. tukiwa vijana chipkizi mm. tulikuwa tunaamini kabisa single mother mm. hata kwenye familia tulikuwa tulifundishwa kuna, kuna familia ambayo inakuwa ni single parent family, si ndio? Single parent family ni familia ambaye imebakiwa na mzazi mmoja mm. au inalelewa na mzazi mmoja mm. labda mara baada ya wazazi kutengana mm. au kwamba kuna msichana sasa hivi mm. ana miaka ishirini ana, kisa tu ana mtoto mm. tayari ni singomaza na, na pamekuwa na vita hususan kwenye mitandao ya kijamii mm. unaambiwa tusioe singomaza mm. tusi. Sasa jamani, huyu ni mdogo ana miaka ishirini mm. kwa nini tusimuoe? Singomaza ni nani? Uh, singomaza, cha kwanza kabisa <laughs> hey. unajua kwa kizazi hiki cha sasa hivi mm. singomaza, hawa ndugu zetu ambao wao ni singomaza mm wametoka wame labda kwenye mfumo ule kama ulivyozungumza mm. kwamba kipindi cha nyuma mm. singomaza ni mtu ambaye alikuwa naheshimika sana kwa sababu mm. alikuwa anabeba majukumu ya kifamilia, kifamilia. Eh, kifamilia. Eh, yani kama, eh. Lakini tukirudi kuangalia eh. kiupana zaidi mm. singomaza ni mtu ambaye mwanamke ambaye hajawahi kuolewa mm -hmm. Sa mm. hajawahi kuolewa mm -hmm. Lakini ana hajawahi, hajawahi, hajawahi kuolewa eh lakini ana mtoto ah. kwa hiyo hiyo ni pointi ya kwanza. Ya kwanza. Yani, asiwe ameolewa eh, ila awe ana mtoto awe ana mtoto sasa. Kuna hawa ambao walishaolewa, bado e, sijamaliza e, pointi ya kwanza e, hajawahi kuolewa e -ha. lakini ana, A ana mtoto, mtoto. Eh. sawa mm. ya pili mm. awe ameachika mm. umeelewa au amefanya nini na mtoto awe, au e, au ametengana na baba wa watoto. namba nne, mjane mume hmm, wake amefariki. Hmm, baba amemkataa mtoto hmm, au hayupo kabisa kwenye maisha ya mtoto. umeelewa hmm? Hmm, ni, eh, ni mama anayebeba malezi hmm, na gharama kwa muda wa kiasi hmm. kikubwa peke yake kulea familia yake hmm, bila msaada wa ndugu wala jamii bila msaada wa ndugu wala jamii. Hiyo point mimi ndo naitaka, eh, eh. Sasa tu, tu, <laughs> tunarudi kwamba singomaza mm. kumbe tunapata picha ni mtu ambaye hajawahi kuolewa mm. au ameolewa akaachika, akaachika au ametengana, au ametengana na baba wa watoto mm. na hana msaada wote wa kuweka akabeba majukumu, ya, ya kulea familia bila msaada wa ndugu wala wala jamii jamii. jamii. Huyo ni singomaza sasa, singo, sasa, sasa, sasa <laughs> singomaza siku <laughs> hizi tusikia jamani, na mtoto mwenzio nione huruma. Ina maana bado sio singomaza kwa sababu unataka msaada uh, kwenye jamii. <laughs> <laughs> Sasa kuna hawa masingomaza wao <laughs> watoto wale mm. wapo kwa ndugu zao mm umeelewa hey? Tuna, tunakutana mara nyingi sana hapa mjini mm. Tunakutana na mwanamke anakwambia, unamuuliza huko mm. na familia, anakwambia ndio, nina watoto wawili, mimi ni single mama. Lakini wale watoto wao kwa, kwa bibi bibi yao. Hey. mm. wako kwa, kwa mama yake wa, mama yake wa na single mama. Ndio ile kauli ya mtu mmoja iko Njombe anasema kwamba mimi ni baba wa watoto watatu lakini wako kwa bibi yao. Kwa hiyo bado wewe, mm. sio baba wa watoto, sio baba wa watoto. Mm. Kwa hata wewe singomaza sasa hivi ambaye unatutazama mm, kama una mtoto mm, na mtoto yule unapata msaada <laughs> kutoka kwa ndugu au jamii. Au, au jamii. Wewe sio singomaza kwa sababu hubebi majukumu mm. tunaposema kubeba majukumu, uishi nao, uishi naye kwa mazingira yoyote yale na, na, na, na, na, na, na tunasema utoe ut, utoe majukumu yako ya kawaida, ya kawaida, kuanzia chakula, chakula, malazi, elimu, afya, vyote. Vyote bila kutegemea ndugu wala jamii. Tunaweza tukaongeza mpaka taasisi taasisi wengine. <laughs> <laughs> <Hey>, wanajiita wengine, <laughs> we, we, single mother alafu mtoto wake amefadhiliwa na wazungu, wewe sio wewe, sio single mother. Kwa hiyo hapa watu waelewe. <laughs> Wanawake lazima mjue kutofautisha single mother, ni mtu anayebeba majukumu ya familia ile ambayo ameizaa yeye bila kutegemea ndugu wa aina yoyote na hili neno siku hizi limekuwa kama fashion. mm. kila mwanamke ambaye amefanikiwa kupata mtoto mmoja mm. wawili na kuendelea mm. lakini akawa peke yake wamekuwa mm. wanalitumia sana hili neno kama fashion. Mm. yani baadhi yao wameona sasa ni sifa, yani kuitwa single mother. wameona ni sifa, sio wanaona ni sifa mm. ni wamelaizisha ionekane ni, ni fashion, lakini ndani yao lina maumivu mm. umeelewa? Hakuna mwanamke duniani anayependa kulea familia peke yake. Wanapenda kulea familia na wenzao ambao wamezaa nao okay. Lakini inavyotokea tatizo ndo vile maumivu yale, anaanza kulahizisha kuona kwamba single mother ni, ni fashion. Kwa hiyo kwa hiyo ukiangalia kwa upeo wako nkojii kwamba kati ya wanawa, wanawake na wanaume mm. Kina nani sasa wanarahisisha kuongezeka kwa masingomaza? Ni wanaume mm. kwa kuwepa majukumu, au ni wanawake kwa kutokubali mm. kuwa chini ya wanaume? Mimi ni, nisiegamie nisi, nisi, nisi upande mmoja eh. Mimi niko pande zote mbili <laughs> wanaume, wapo wanaume ambao mm. wanaweza kumzalisha mwanamke mm. au kumpa ujauzito mm. bila kutarajia labda tu tamaa za mwili kitu kimewaka, mm. anavyokuja, kwamba bwana, nina mimba yako mm. anakuwa hana uhakika na ile kitu, anaweza akakimbia. Yawezekana wakati mwingine ni uchumi okay. kwa hiyo inamfanya akae mbali kusikilizia, kwamba kama atazaliwa damu yangu mm. mtoto atakuja kunitafuta baba yake. Lakini pia tukirudi kwa wanawake pia mm. hawataki kuwa chini ya yeah. Yeah, himaya, eh, yeah, ya himaya ya mwanaume eh, sababu ni kichwa cha familia, ya kuambiwa uko wapi saa hizi, mbona hujarudi, umechelewa, jiarpika, kupika mwana mbona mjoja hizo mishe wanawake nazo mm. zinawachangia kwa sababu sisi wanaume mwenye maono ya kuishi na mwanamke mm. tuna vipimo, wao huwa wanatupima kwa pesa okay. Kwa hiyo ukimapproach mwanamke sasa hivi asilimia kubwa mm. a, mnaweza mkaenda mahusiano akakwambia sina hela ya kula, naomba nisaidie mm. hapo. Mmm. Mela ule ni mtego ameutega kwamba huyu kama ata, atatuma hivi vigezo ambavyo mimi ninamwambia mm, basi anastahili kuwa mwanaume wangu. Kwa hiyo kuna, kuna uwezekano ya wanandoa mm, au, au wake na waume wanaoishi kwa pamoja mm, kuna uwezekano mkubwa ndoa za sasa hivi zinaegemea zaidi kwenye kipato kuliko mapenzi kuliko mapenzi. Yaani mwanamke anataka awe na mwanaume ambaye ana uhakika wa kumlisha, kumlisha, wa kumvalisha, kumvalisha, eh, kumtoa out out, lakini wamesahau, yani, e, yani, yani mfumo fulani wa maisha e, lakini wakumbuke kwamba pesa inatafutwa. Meelewa? Wewe unavyotamani kupata mwanaume ambaye amekamilisha kila kitu, kila kitu. Mm. Amejenga, mm. Ana uwezo wa kukuachia pesa ya matumizi. Kuna wanawake wengine, kwa mwezi yeye anatumia matumizi milioni mbili. mm. Umeelewa? Yeah. Lakini kuna zile familia ambazo sisi tunatoka, mm. Naweza nikaamka asubuhi nikamwambia mama, chanja leo mimi sina hela, kwa hiyo kuna mia tano hapo iko hapo utanua fungu la mboga lakini tunarudi kuma kuna vitu ambavyo mm. inatakiwa tuviangalie kiundani zaidi, kwamba ukiangalia kwa sasa, kwenye maisha ya sasa hivi mm. kwa haraka haraka tu kwamba kila kila mwanamke tunasema anapofikia hatua ya kupata ujauzito mm. kwa maisha ya sasa hivi na teknolojia ilivyo mm. anakuwa amependa tu mm. na amechagua. Unajua, kwa mfumo tunaoenda wa kiteknolojia, zile mimba za bahati mbaya mm. zinaenda zikipungua sana zinapungua tunasema, zinapungua labda kwa mazingira ya mjini ya mjini, lakini vijijini bado bado hayo mambo, bado ayo mambo mm, yapo mm. Lakini pia hata mjini mwanamke kushika ujauzito wapo, mm. wanaoshika kwa bahati mbaya. Kwa nini wanashika kwa bahati mbaya? mm. kwa sababu wengi wameshapata elimu, labda inaweza kuwa ni elimu duni mm, au ni elimu nzuri, hatuwezi kujua. Okay. Umeelewa? Lakini wataalamu wao ndio wanaojua. Sasa hivi wanawake wengi anakuambia kutumia uzazi wa mpango mm. Nitakapokuja kutaka mtoto itanichukua itanichukua muda mrefu, itanichukua muda mrefu. Mm. Umeelewa mm. Wengine wakiwambia kutumia mipira kondom mm. Anakwambia zinaleta fangasi okay. Umeelewa, kila mmoja anatoa sababu zake. Kila mtu anatoa sababu zake mm. Lakini wataalamu mm. wamesimama kwenye kuelekeza kweli kwamba fanya hivi fanya hivi fanya hivi, umeelewa. Lakini kwa sababu kuna elimu ya mtaani mm. Ile elimu ndio inayokuja kutupoteza sasa, kwamba huyu mtu anasimama kusema ngoja nijaribu mara moja, na kuja kujaribu kitu kime kimejibu. Na wakati mwingine kuna wanawake ambao anaweza kashika mimba miezi miwili hajigundui, miezi mitatu, mbona sijatoka kwenye siku zangu, labda miezi mitatu mm. anapokuja kushtuka tayari ina miezi mye mitatu, ina mitatu. E, mm. hesabu, na au minne, anaanza kupiga hesabu na umri nilionao miaka 35 25, 25 anaanza kutoa mimba inakuwa ni ngumu, inakuwa ni ngumu. Lakini pia kwa upande wetu sisi wanaume mm. Inaonekana hawa wanawake pia kama vile ni changizo mm. la sisi kutokufanikiwa kimaisha, kwa sababu mm. tumeambiwa kabisa kwamba kwenye mafanikio ya mwanaume mwanamke mm. yuko nyuma yake mm. Kwa hiyo kama mimi yule mwanamke hataki kuwa nyuma yangu mm ili mimi niweze kupata baraka zake nikafanikiwa, mm. yeye anatafuta mwanaume aliyefanikiwa. mm. Huoni anakuwa anatumia nafasi yake kunikandamiza mimi nisipate mafanikio kwa wakati usika, hiyo yote ina, inawezekana mm. Ila kitu ambacho huwa kinatokea kwamba mwanaume unavyotafuta mwanamke no. wa kuwa naye kama chaguo lako la maisha yako mm. kuna vitu lazima uzingatie kwamba nataka mtu wa aina gani, mpe vipimo, mpe vigezo, ili kesho asije kwanza kukulaumu. Mfano mimi mimi ankoji, nataka mwanamke wa kuishi naye awe mama bora wa familia mm. ninampa vigezo vyangu kwamba bwana, mikakati yangu ni moja mbili tatu, ndoto zangu mimi ni kumiliki kitu fulani na kitu fulani, umeelewa mm. Tukishikamana tuna uwezo wa kutoboa yeye, okay. so, ataangalia katika vile vigezo ambavyo nimempa kwamba anaviweza kama haviwezi utamwona tu kwamba huyu mtu hawezi hivi vigezo. Mfano mm. wewe, mzee watatu, una maono ya kufungua kampuni sasa. Ile kampuni inahitaji uwekezaji mm. una milioni mbili, unataka labda ununue uwanja ili uweze kuweka kampuni yako pale. Milioni mbili. Unaye mwenye uwanja anakuambia, bwana, uwanja huu mimi ninauza milioni mbili na laki tano. Sawa. mm -hmm. Yule ambaye wewe unadhani ndio ubavu wako yeah. laki tano anayo. Anayo, unaenda, mama, kuna uwanja pale tunaweza tukanunua kwa ajili ya, ya nini kampuni, mm. unahitaji milioni mbili na laki tano, mimi na milioni mbili, naomba laki tano mimi sina, siwezi kutoa hiyo hela huyo, ujua tu wanasemaje pesa. Okay. Eh, upande wako kwa kumalizia malizia, labda kipi mm, kifanyike angalau kupunguza ili wimbi la masingomaza. Aidha turudi kule kule nyuma mm, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye njia za wazazi wetu yaani wazazi kuwatafutia watoto wao wenza mm. Nafikiri ile ilikuwa ni njia ilifanikiwa sana mm. Na ilikuwa inaleta msukumo mm. kwa, mm. <laughs> <laughs> Kwa sababu ilikuwa ukishapelekwa, angoji, ukishaambiwa mke wako ni huyu, ilikuwa mzee uchomoi. Mimi nafikiri kule tusirudi. Sasa hivi dunia, sasa hivi imebadilika mm. Na iko kasi e, kwa hiyo tuache yeah. Kusongamaza wajae, wacha tu kwamba yule ambaye atakuwa na maono mm. ya maisha ndio atakaposimama vizuri. Mtoto ana miaka 20, single huwezi eh, ukaniambia mimi sahizi nirudi kijijini mm. mzazi wangu akanitafutie mwanamke wa kuoa sili, mm. mpambanaji. Hapana, huwezi mm. kujua mimi nimezurura, umeelewa? mm. Mama anajua mimi sasa hivi nimekwepa na... mishale ya kutosha <laughs> Anajua mimi napenda mwanamke wa aina gani? Haya, hey, mama umenitafutia mwanamke <laughs> hey, mweusi. Hey. Angoji mimi napenda mwanamke mnene, mm. mweupe. Haya mm. wapi na wapi? Amekuletea ka na ka nani ka kamshikaki. Kamshikaki utapeleka wapi? <laughs> Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kika. Kwa hiyo nafikiri kila dunia inavyozidi kwenda, tunazidi kutoka hatua moja kwenda hatua As, nyingine. Ifike tu mahali tu tunatuma mm. maombi tu. Mm. Mitandao ni teknolojia. Mm. E, tuandike tu maombi mimi, mimi ankoji mm. natafuta mchumba mm. awe mnene mm. Afu zamani vitu vilikuwepo pa kulikuwa kuna magazeti, magazeti ya kutafuta wachumba marafiki mm. Kwa nini siku hizi yani ankojii ukionekana jina lako pale kwenye, kwenye, kwenye, kwenye Facebook mm. au, au, au Instagram <laughs> kwamba mi natafuta mchumba hivii, umeweka vigezo vyako aiishi pale mm. ukekanutailiku li... inarahisisha e, dini uumbo e. rangi mbona mbonalikuwa ndo cha kwanza kabisa. Lazima tambue kwamba kwanza mwanamke anapatikana popote, iwe msibani mm. iwe safarini, yani popote pale ila tu hmm. kwamba dunia hmm. sasa hivi hmm. watu akili akiri ni nyingi. Wanaume ni kweli walikuwa wanatafuta wanawake mtandaoni kwenye maredio, umeelewa eh? Kwa hivyo hata kwenye radio tafuta wapenzi wa chumba, si sivisiki eh, tabii tuwaulize vizuri wakikutana. Lakini tukija kwenye mfumo wa mitandao ya kijamii yeah. watu, wanaume wamelizwa nauli, unatuma nauli hmm na mtu na mtu haji kwa wakati mwingine, mtu, mtu, mtu anafungua ana, ana akaunti ni mwanaume yeah. anafungua jina la kike, profile ya kike, picha za kike, kike, kike. kike. Umeelewa? Kwa hiyo kwa sababu wewe umetoka zako huko kijijini, umeotea mchongo, unaona hii pisi mbona imeenda hii, anakutumia namba za simu unatuma. <laughs> kwa hiyo pengine tunawalaumu wanawake wanakula nauli, kumbe ni mm. wanaume wanakula nauli za wewe. Kwa hiyo ni mitandao ya kijamii Nimeona hizo malalamiko nyingi hawa wanawake sasa, sasa anaweza kachezesha tu gemu <laughs> kwa hiyo issue iko hivyo kwamba hawa single mother ni watu wazuri, sio watu wabaya kwenye jamii. Wakati mwingine hawajapenda wamekutana tu, na single mother ni watu wazuri, ila kwamba inatakiwa upate single mother nayejitambua kuna singomaza mwingine akitoka sehemu moja, tuna tu, tu, tuna, baki tunawasingomaza mm. na wao watabaki na wazazi wenzio pembeni pembeni hivyo mm. hivyo mm. e, wanakuja wanasalimiana mm. wanapasha viporo vyao mm. e, na sisi tunaendelea kutengeneza familia nyingine wanasema <laughs> tunaanza mechi moja bila <laughs> asante. Ae hey, ankoji sifuri mwajabu, mm. moja moja <laughs> kwa una kazi ya kutafuta kurudisha uh, goli. Hata huwezi kurudisha, kwa sababu wewe kiweka moja, yeye anakuwa mbili <laughs> hey, kwa sababu mtoto wako si mtoto wake pia, yeah. Kwa hiyo huwezi kumkuta yeye, lazima anakuwa ameshakutangulia tu <laughs> tunawasalimia sana single mother popote mlipo, mmeshajua mm. uh, kwamba single mother ni mtu wa aina gani? yeah. yeah. Single mother ni yule mtu ambaye, hey, yeye awe amewahi kuolewa mm. au hajawahi haja, haja ha, ameolewa ameachika ametengana na baba wa watoto au ni mjane ambaye baba ha, ha, alishafariki au hajulikani kabisa baba wa mtoto yuko wapi? Yeah. Kwa hiyo sasa, ili uwe single mother uliyekamilika, cha kwanza hakikisha majukumu yote ya kifamilia unayabeba, unabeba wewe. Acha kujiita single mother wakati wakati mtoto anamlea ana shangazi, yeah, bibi, bibi, bibi. Wewe sio single mother, wewe ni kibaka. Sijui mtoto ameumwa tusimu kwa mjomba yake. Huyo sio single mother. Kwa hiyo tumeshajua kwamba single mother ni mtu anayebeba so, majukumu ya kifamilia kuanzia kula, malazi, mavazi, fya kila kitu bila kutegemea msaada. Msaada wa jamii wala ndugu wala taasisi. Hapo sawa. Eh, hapo nadhani single mother tutakuwa tumeelewana, maana ile kauli ya mimi mimi ni single mother, mimi ni single mother, mimi wakati watoto wako kwa bibi yake. ake wewe sio single mother bwana, mpanga chumba kimoja, tafuta wa mfanyakazi wako hapo e. Apopo, nenda kapige mishe zako, huyo ndo single mother, huyo ndio single father Eh. E, hivyo hivyo tu, hivyo hivyo tutatafuta. Wakati haiwezekani wewe watoto wako wanalelewa kwa mama kule kijijini, huko mjini wanasema ni, eh, mimi ni baba, eh mimi mwenyewe sio single father, mimi, ah, sio single father, ah watoto wako kule oh, <laughs> nataka uniambie na mimi watoto wangu wako kule kijijini hey, kwa mama, na mimi sio single father <laughs> <laughs> e, bwana, shukrani sana kwa huyu ambaye umechukua nafasi kuhakikisha kwamba tunapiga story pamoja. Eh. Unge wasalimia mimi nawafahamu, ah, single mother wa kwanza, mm. Kama kaugomvi. Shukrani sana na kushukuru sana Unajua kuna vitu vingi vinaweza ukasalimia, alafu kuna jamaa anatoa majukumu. <laughs> Karibu, umefafanua vizuri, karibu kiota cha wewe. Umefafanua vizuri, umetoa elimu, unakuja kwa mwisho, unamtaja mtu yeah, ambaye <laughs> e. <laughs> Jamaa, lakini sisi hatujawasanua kwamba eh, msiwasaidie, wasaidieni. wasaidieni tu Hebwana, shukrani kwa wee ambao ulikuwa pamoja nasi, lakini usisahau tu kwamba wadhamini wetu kibao eh, wanaendelea kutupa sapoti kwa kicha kwamba ule mchongo wetu eh, wa pati yetu event bora kabisa ya mwaka 2025, eh, tunaizungumzia Asili Yetu Night Dreams Show ambayo inakwenda kufanyika tarehe mosi Novemba 2025 wanaendelea kubambika na sisi kwa leo mm, eh mapema mm -hmm. Hombolo Wine wako njiani hivi tunavyozungumza, nafikiri wamefika uh, wako mkoa wa Iringa tayari, watakuwa wameshafika maeneo mafinga mafinga, lakini paka jioni mida saa kumi, kumi na moja watakuepo hapa eh. Shukrani sana, karibu sana mkoa wa Njombe. Nafikiri kuanzia kesho, mtaa unaanza wa mwanzo ambao watafika katika ofisi zetu mm. kwa kulipia kadi zao mm. watakuwa wanaondoka na zawadi ya ombolo wai. Ah. Baba, unataka watu waanze kuchangamka mapema, ah. Watakaokuja kulipia nini kadi, sijasema ah, okay. kuja ah, okay. Uh, watakaokuja kulipia kadi hapa ofisini mm. uh, yeah. wataondoka na zawadi ya mbola waini chupa yeah, moja, yeah, moja ya mbola waini unaenda, eh, unaenda eh. hata kama hautakunywa sasa hivi mm. unaenda kuihifadhi baadaye, umeshakula mfano, unapanda kidogo, unapiga glasi moja, unajua, waini uzuri wa waini mm. sio tu kiburudisho mm. lakini pia waini ni dawa, ni dawa watatuambia wataalamu kwa sababu wanakuja. mm. Ni dawa ni rahisi tu, ni dawa kwa sababu kwanza inasaidia mmeng'enywa chakula kwa wale watu ambao wana changamoto ya kujaa gesi tumboni au na kushiba sana, kidogo inatoa. Lakini pia mm. ah, inasaidia kuongeza damu mm. eh, kwa kuna, kuna kwa sababu yale ni matunda halisi, sio ile kutengeneza kuchanganya changanya ile ni matunda halisi <laughs> eh, eh, wao mm. ni, ni matunda. Kwa hiyo shukrani kwa wote ambao wanaendelea kuwa pamoja nasi. Lakini pia tumshukuru Mama Mgoni bila kusahau pia Wireless Production, piamamo aa Yani, kuna kuna mtu mwingine aelewe ya jamani, Wireless ni TV ambaye connection yake haihitaji ekebwewe. Uko huko na shughuli ukumbini, amna mm. manyaya kupita pita kucheza wao bwana mm. wow, wanasafirisha mambo kidigitali ki mm. zaidi. Sasa mi tutamuuliza tuta natamani hata nani interview yao ifike mapema mm. kwa hiyo vingamuzi, tunaunganishaje? maana ile ni Wireless, watatuambia wao eh. mm. wataalamu wao, sisi tusiseme wanaunganishwa kwa njia ya WhatsApp ya Brutus aa ya nini itajulikana mbele <laughs> <safari. laughs> okay. E, lakini pia shukrani sana kwa Abani Shevu mm -hmm. Hawa ni wataalamu wa kunyoa lakini pia kufanya fesho mm -hmm. Skrabu na mambo yote ambayo yanahitaji usmati e, wanapatikana pale mtaa Zambi, inakuwa ni fresh kabisa mm -hmm. Mambo anakuwa safi, lakini bila kumsahau keti mm. Keti shopo eh, huyu anapatikana pale soko kuu chumba, e huye... mm, chumba namba 17 17 chumba namba 17 Ukifika soko kuu tafuta chumba namba 17. yeah. Dada ambaye yeye ni mahiri kwa uuzaji wa nguo za watoto vyote nguo za watoto la, na, wa mama ambao mko kwenye yeah. Karibu mnajifungua au uko na mimba hey. Unataka upate sasa mahitaji yale special hey. Vitenge si kanga si nini e, mahitaji yale ya watoto ya mm. yale ile package inaionaga paka ina sabuni, sabuni. Ina mswaki kama mtoto sija anazaliwa na meno eh? <laughs> <laughs> <laughs> zile stick za kuchokoni sio mswaki ule bana, kuna mswaki kusafishia na kuna mswaki mtoto sasa, kuna vile vikengele. Inaonekana watoto siku hizi wana nani wana wanazaliwa watundu sana Bwana atatujuza vizuri e. e, ee. ambazo ziko na viwango vizuri, okay. Kwa ukienda kwake unapata zile bidhaa ambazo ziko na viwango vizuri mm. Kwenye paketi yake unapata na lile dishi. Na dishi. Siku hizi atuoshi watoto kwenye makalai bwana, tubadilike mm. Mimi unajua mm. Sisi kipindi tunazaliwa hata mimi ni kwamba ilikuwa amna makarai, maji tu, sufuria. Mama amekupakata hapa, si mchanga, anakuosha. Ukianza kukua, kwa umefikisha miezi mitatu minne, unakalishwa ndani ya eh sufuria. Kimkalisha mtoto wa siku hizi, ustawi wa jamii wanakuhusu haki za watoto bwana. Mimi sina la ziada, watembele tu hizo sehemu ambazo tumewapa shavu mm. mm. waweze kupata huduma ambazo ziko vizuri. Okay. Okay. Mimi sina la ziada. Asante sana. Ulikuwa nami naitwa mzee wa tatu. Mwanzo mpaka mwisho tunakwambia, mwisho wa hapa ndo mwanzo wa kesho kujua kipi ambacho